Karibu katika mamlaka maji safi na usafi wa mazingira ya Kigoma KUWASA iliyopo manispaa ya Kigoma Ujiji, mkuani Kigoma, magharibi mwa Tanzania. Mamlaka hii hadi sasa imefikia asilimia 92 ya utoaji wa huduma na kutarajiwa kufikia asilimia 95 mwishoni mwa mwaka huu. Na hii ni kutokana na mradi mkubwa wa maji wa Aman Beach ambao umewezesha malengo ya serikali kutimizwa. Mradi huu mkubwa wa maji ya Aman Beach umewezesha upatikanaji wa huduma kwa kata zote 19 za Kigoma Ujiji na mbili za wilaya ya Kigoma. Katika maeneo ya Kalalangabo, Kazegunga, Msimba na Kasaka. Shukrani za dhati ziende kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha fedha shilingi bilioni 42 ambazo zilitumika kujenga mradi huu ambao ni muhimu sana kwa wakazi wa Kigoma Ujiji. Tumeifaidi leo kwa kazi waliofanya, tuwatengeneze wale wajao lakini kabla tujaangazia kwa kina utendaji kazi wa mradi huu, tujikumbushe kidogo historia ya utekelezaji wake, na historia hii inaanzia kwa Mheshimiwa Rais Mstaafu wa awamu ya nne Dk. Jakaya Mrisho Kikwete, alipotembelea mkoani hapa, alitoa ahadi ya kutekeleza mradi mkubwa wa maji ambao ungeondoa changamoto kwa wananchi. Baada ya ahadi hiyo, miaka kadhaa ikapita na sasa ikawa ni zamu ya uongozi wa hayati dr John Pombe Magufuri, rais wa awamu ya tano ambaye alipokea kijiti cha mtangulizi wake kwa kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa mradi huo mwaka 2017 katika eneo la Amani Beach. Tangu kuwekwa kwa jiwe hilo la msingi, utekelezaji wa mradi huo haukuwa na ufanisi mkubwa, na hii ni kutokana na uchache wa fedha. Lakini mambo yalishika tamu baada ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuingia madarakani mwaka 2021. omambo alishika kasi kutokana na fedha nyingi ambazo mheshimiwa rais alielekeza ili kuhakikisha mradi huu mkubwa unakamilika na ile dhima nzima ya kumtua mwanamke ndoo kichwani inatimizwa kikweli kweli. Ilipofika mwaka 2023 mradi huu mkubwa wa maji ulikamilika na kuanza kutoa huduma kikamilifu kwa wananchi wa manispaa ya Kigoma Ujiji ambao walikuwa na hamu ya muda mrefu ya kupata huduma ya maji na yenye uhakika. Sasa karibu ufahamu utendaji kazi wa mradi huu ambao una uwezo wa kuzalisha maji lita milioni 42 kwa siku na kutosheleza mahitaji ya wananchi ambao kwa sasa ni lita milioni 18 hadi 23 kwa siku. Kwa majina, naitwa Mwandisi Fransisco Wakoe, kaimu mkurugenzi wa usambazaji na uzalishaji maji KUWASA. Karibu katika chanzo chetu cha Aman Beach kinachopatikana kata ya Bangwe, eneo la Katonga. Chanzo hichi kina uwezo wa kuzalisha maji lita milioni 42. Katika chanzo chetu kuna sehemu tatu kama ifuatavyo. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya kuzalisha maji ambayo hajatibiwa, low water pump station, na sehemu ya pili ni sehemu ya kutunzia maji na kutibu ambayo tunaita ni water storage balancing tank pamoja na water treatment plant, na kuna sehemu ya tatu ni high lift pump station. Tukianza na sehemu ya kwanza ambayo ni low water pump station, hii sehemu ina jumla ya pump tano ambapo kila pump inaweza kusukuma maji lita laki sita kwa saa. Hii sehemu hizi pampu zina ni submersible pump ambazo ziko kwenye sample hii, ambayo hii sample hii inapokea maji kutoka kwenye ziwa Tanganyika. Eneo hili likitoa maji kutoka hapa, inaenda kwenye balancing water station, ambayo tanki yenyewe inapokea maji na kuyatunza, ambapo eneo hili kunapatikana kituo cha kutibu maji ambayo ni Water Treatment Plant na tunayotumia kutibu maji ni klorini kwa sababu bahati nzuri chanzo chetu ni kisafi na tabiti yetu ni nzuri. Tukishatibu hapa kwenye hicho chanzo, maji yana flow kwenda kwenye high lift pump station, ambao hii high lift pump station ina pampu aina mbili ambazo zinapeleka katika maeneo mawili. Eneo la kwanza ni eneo la Bamia ambayo lina pampu tano zenye uwezo wa kusukuma maji lita laki tatu na elfu sita kwa saa ambao hizi pampu ziko nne. Pampu hizi zinapeleka maji eneo la Vamia ambao ni tenki linapatikana katika eneo hilo, na hii tenki la Vamia linapeleka katika matenki ya Gungu na tenki la Mlole. Sehemu ya pili kwenye hichi hii kituo cha pampu cha kusukuma maji ya lift pump station, ni eneo la Ilevo ambazo hizi pampu ziko jumla ya pampu tano ambazo zina uwezo wa kusukuma maji lita laki 3 ambao inapeka kwenye tenki la elevo. Hii tenki la elevo linapeka maji kwenye matenki ya Kigoma Sekondari na tenki namna nane. Eneo la distribution yetu kutoka hapa ambao tunasema ni transmission main ina kwa bomba bomba zote mbili na jumla ya kilomita 22. Ambayo hizo kilomita 22 ni kuna bomba za DN 500 mm na DN 600 mm. Ambazo hizi ndio zinatoa maji kutoka kwenye hicho chanzo chetu na kupeleka kwenye matenki makuu mawili na hayo matenki makuu mawili yanapewa kwenye matenki mengine kwa, kwa ujumla Kigoma tunatumia system, combined system ambayo ni system ya pumping pamoja na gravity. Kwa hiyo kwenye kutoka kwa chanzo tuna pump maji kwenye matenki mawili ya kutoka kwenye matenki mawili kwa kwa mawili yana flow by gravity kwenda kwa matenki mengine. Kupitia mradi huu, mafanikio makubwa yamepatikana kwa wananchi ambao wanaeleza shukrani zao kwa Mheshimiwa Rais, waziri wa maji na mamlaka ya maji Kigoma KUWASA kwa kuhakikisha utekelezaji wake unafanikiwa. Jina langu naitwa Yohana Tito Mlavumba, ni mkazi wa kata ya Kagela, mtaa wa Kibwe. Tulikuwa tukiamka saa kumi na moja, wake zetu wanakwenda huku, wanapata shida, lakini sasa tuna maji. Kwa sasa maji yanatoka kwa kila wakati, hatupungukiwi maji. Kwa kweli tunatoa shukrani za dhati, lakini si hapo tu, natoa shukrani za dhati kwa serikali yetu ambayo inaongozwa na Mama Samia ambaye ni rais wetu wa jamhuri ya muungano Mungu ambariki sana. Kwa jina naitwa Amida Maulidi. Sasa hivi kwa kweli tunashukuru sana, maji tunapata kwa wingi, yaani hakuna shida. Zamani tulikuwa tunagombana na ume zetu kisa tatizo la maji, lakini kwa sasa hivi tunashukuru sana. Tunamshukuru rais kwa kutuletea maji tunayapata kwa wingi. Kukamilika kwa mradi huu kumetoa fursa mpya kwa maeneo mengine. Mojawapo ni kijiji cha Kalalangabo, ambapo wakazi wake walazimika kutumia maji yaliyopita katika makorongo kwa ajili ya shughuli zao za kila siku. Kalangabu. Hapa ndio tunapotekea maji. Hmm. Haya maji ndio tunayotumia katika shughuli zote za kila siku, Kama kuoshia vyombo, kuogea, kulia nguo. Mamlaka ya maji Kigoma KUWASA kupitia fedha zake za ndani iliwezesha kujenga kituo cha kusukuma maji kwa gharama shilingi milioni 160, na kituo hichi kufunguliwa na mbio za Mwenge wa Uhuru za mwaka 2024, na sasa wananchi wa Kalangabo maji ni mwa Mua, mua. Kwa jina naitwa Stamili Jumanne, ni mkazi wa kijiji cha Karangabu kata ya Kichangani. Maji yanatoka kama jinsi ipasavyo. Kwa hiyo sasa hivi zile changamoto za kuwa maji zilikuwa ni shida na uhaba, lakini sasa hivi tunamshukuru Mungu maji yanatoka ipasavyo na ni maji tu safi na salama. Kwa hiyo tunapenda kutoa shukurani kubwa sana kwa mama yetu Samia. Mradi wa maji Amani Bichi ni ushahidi wa juhudi za kutekeleza ilani ya CCM ya mwaka 2020 inayolenga kufanikisha huduma ya maji mijini kwa asilimia 95. Sisi KUWASA tunahakikisha kwamba lengo hili linafikiwa ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. Tunatoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mchango wake mkubwa katika kufanikisha mradi huu na pia kwa Mheshimiwa Waziri wa Maji Juma Amidu Wawezu kwa usimamizi wake madhubuti. KUWASA tunajivunia kuendelea kuboresha huduma ya maji kwa wakazi wa Kigoma.